Column ndio tunaikarabati hapo, column namba moja, hiyo mbele hapo chemba, column namba mbili hapo chinjwa, hii ndio carbon, na ile kule kule mbele kule tumeikata mlango huo, apo unazunguka, kwakul nazunguka kul, ja nikakuonyeshe kwambele, kuonyeshe kwa mbele huko bale niniiza hapa baniza apa, apa mbili pale ni mbili za hapa hapa, na ndio mfumo wa kuchanganya kama unavyoona. Huu ndio mnara wa kuweka sim tenki, na tenki ndio hizo huko, ziona, twende ndani. Nilikuwa dirishani kolamu, kama hizo nazoziona Kolamu zimekaa vizuri kabisa, kolamu zimekaa vizuri kabisa. Huku ni chemba ya mwisho, hiyo inapeleka maji, hiyo ndio kolamu hiyo. Tuende huku sasa kwenye hedi. Hapa ndio maabara, hapa pakupimia, bado hapajamaliziwa, paweko vigae nini, nweze hiyo. Huku sasa chemba hedi ni hapa, na tunaikamilisha kamilisha. Pipe zinatoka hapo, kama unavyoiona, hii ndio kola msafi kabisa ya kuchenjua dhahabu. Unaona tundu ni hizi hapa, zinatokea kule tenki nizile. Huo ndio mnara nyuma, huo mnara kuna tenki huko hizo.